kama nilikuwa nafanya masuz and housekeeping at the same time nilikuwa in two departments so after one year nikakutana na huyu mwanaume baba mtoto wangu so nilipatana na yeye Naivas, Diani Ukunda nilikuwa nafanya shopping yeye alikuwa anafanya shopping yake na nilikuwa nimeenda na, na marafiki zangu wawili tulipofika huko akaniona akanipenda tukaextendiana namba number, kuextendiana namba sasa tuka, tukakuwa tukiongea through WhatsApp so after nilikuwa after nikitoka job ananikujia, tunaenda beach tunaenda tu tunatembea nini nini, so vibe ika click. After three months nikapata nika niko na mimba immediately kupata niko na mimba akaniambia anataka mtoto wake adi, tupate mtoto Argentina. So mimi singekataa nikakubali na ni, nikaanza kutafuta documents so, so, kwa story za kutafuta documents ikakuwa mob na nilikuwa na complication na mimba, ikabidi ni resign, ndio jua aliniambia ni resign. So hiyo passport ikadelay ikatake long sana. So anajaribu ku anajaribu kupush aisongi, so hapo hivyo akaniambia eh, mimi sioni kama tunaweza endelea na hii story mm, acha tu mi nataka ni, niende nitoke Kenya niende na sisi ndani kama naweza rudi Kenya. Akatoka anga akaenda Spain, hiyo at that time tulikuwa tunaishi kwa cottage beach. Akatoka akaenda Spain, so mimi nikachukua virago vyangu na vitu vyangu nikarudi home, nikamwambia madhe Huyu mtu anataka ni table. Mathe akaniambia usijaribu kufanya kitu na uwezi fanya huku kwangu, kama unataka kama unataka kufanya hizo kutoa, mimi siko. So mimi nikamsikiza mathe. Mathe kaniambia akaniambia atanitengenezea atani nyumba yangu tu hapo hivyo kando penye nitakaa, so nisishike hata na stress nisi panic juu ya kulea mtoto. So, nikalea mimba yangu na mama yangu na complications zangu. Mama yangu amekuwa akinisaidia hapa na pale, nyenye alikuwa ananisaidia kabisa so hapo hivyo nikaenda, nikajifungua, ikafika time ya kujifungua nikajifungua through CS yes. Hapo hivyo yote pia ni mama yangu ndiye alikuwa ananisaidia na kazi zangu, akukua after 3 months akakuja kukuja, ali alikuja kwa sababu jina kwa baba kwa birth certificate ilikuwa imeandikwa xxx, so kufurahia yange hiyo kitu. So akakuja akaanza kujitengenezea mwenyewe documents za mtoto za traveling, so mimi singekuwa nikiendanga na yeye Kwale, kutoka kwenye niko hadi pa kutengeneza hiyo certificate ni Kwale, na singeweza kuendanga na yeye juu yake. Kitu cha kwanza alikuwa anatumia pikipiki na singeenda naye na mtoto so mimi nilikuwa na baki nyingi juu, pia mtoto singe muacha nyuma juu mtoto ananyonya, nilimnyonyesha for 6 months without stop. So akakuwa akitengeneza hizo ma documents ni nini, mpaka akatengeneza passport ya mtoto ya ya Russia. So akaniambia yeye juu yeye ni, ni foreigner hawezi tengeneza passport ya mtoto ya Kenya, so mimi nishughulike kivyangu passport ya Kenya, ya shughulike kivyake passport ya ya Rasha. So tukaendelea kukaa, akatokanga after meka amekaa six months zenye nilijifungua, si alikuja after three months, aka akakaa for six months, akaenda kama mtoto ako na 9 na months, akakaa two months huko penye alienda sardi, akakaa two months akarudi. Kurudi passport, kila kitu, documents zilikuwa sawa. Zilikuwa zimeshatengenezwa, zilikuwa ready. Sasa venye alirudi sasa, akaniambia babake ni mgonjwa, akona akona ugonjwa sijui watumbo sijui kidney sijui wote, yani alikuwa tu anahitaji surgery, major surgery. So aka request ati mjua jui, kama anaweza survive ama anaweza kufa. Sasa ana request mtoto amuone for the last time na mpe blessings na inheritance hapo hapo, venye na alikuwa anaongea analia, alikuwa, alikuwa na feel kabisa vibaya. So mimi nikaitikia, nikasema sawa, nikampea go ahead, aka aka apply visa ni nini ikakuwa kakua ready. So venye mtoto ametan one year, ndio sasa tulitoka, mtoto ameanza kutembea nini nini, tukatoka tukaenda Russia. Kufika Rasha, huyu mtu tena akabadilika. At first alikuanga mzuri mzuri, like alikuwa anajipretend ako sawa tu ako sawa lakini, hatu kuenda kwao, tulienda kwa apartment, tulienda kwa one of the apartment. So mimi hata uyo, uyo mgonjwa sikuwahi muona. Sasa so, vyenye tukakaa, so ilikuwa mchana ataki kutoka na mimi, lakini usiku anataka tuende out tuende tukanunue tu ma milkshake tukatembe tembe usiku after dinner. So hiyo time sijui kama alikuwa na plan kuniachanisha hapo ama alikuwa na plan kunua juu. Most of the time tulikuwa tunaenda kwa place yenye place yenye ina watu kama kuna hii swing yenye mtu anatokanga from the other side to the other side, ati alikuwa anataka niendenge nishikilie hiyo kitu niende niteremke chini. So mi nikakatanga hiyo siku nikamwambia mi sijawai jaribu kitu na mi niko na phobia ya ya high places, siwezi siwezi siwezi shike huyo kitu ni, ni just ni niende hivo chini, so akakasirikanga. So hata wakati mwingi alikuwa anatakanga like temenyan, tumefika penye hakuna watu, wananiambia niende somewhere nitoke nje ya gari, ananiambia tutoke nje ya gari tupige tupige mapicha and, sasa tukitoka tu tuna mtu anakuja ama watu wanaanza kukuja kuja that place, ana feel insecure, alafu tunarudi kwa gari. So tukaendelea, mimi venye nilishifikia, nilisikia roho yangu inakataa, yani inasikia baridi, tukitoka tu na hiyo usiku, akinasikia baridi, si hata ninaogopa kabisa, ninakuwa muoga. Sasa nikamwambia mave mam huyu um, mtu anatakanga twende nje usiku, na tukienda nje usiku tunaenda place yenye enye labda nataka kuniachanisha yani, na feel tu na feel. Alafu unajua sikuwa najua home juu sikuwa natoka, nilikuwanga tu ndani ya hiyo apartment, so hata nikaacho nika hapo hivyo, sijui mtu, sijui hata kurudi home ha, in, na kwa Russia. Ukifika Russia kama ni foreigner, una suppose ku ku register ku registiwa. Sasa mimi huyo mtu akuni register anywhere, unafaa ku registiwa ndio polisi wa identify penye huko ndio ajue uko na nani au, uh, upeane adresi yako ya kwa ini akwa nini akwa ini register. So mimi sikuwa najua anything kuhusu hiyo. Sasa so, mtu ame feel vibaya venye nakataa kuenda na yeye nje. Sasa sasa sasa, hii nimeanza kukataa kabisa, nimemwambia mimi siendi. Sasa ndio siku moja akaniambia mimi naenda kwa mamangu Silipova, ilikuwa tarehe saba April Mei mm, akaniambia nenda kwa mama yake slipova, kwenda kwa mama yake. Kesho yake akarudi na mtoto vizuri, lakini alirudi kama ako na kisirani, anagombana tu, yaani kitu kidogo anagombana. So kuna hiyo wakati, kesho yake tarehe nane ile kuna chakula alileta, akaniambia nimpashie, so hiyo chakula sijui venye wanapasha, mimi namtaka na kujua venye wanapasha, anaanza kunigombanisha anaanza kuniambia venye mimi ni mjinga venye mimi ni mlezi venye hata sitaki ku, ni, ati ninajua chenye nafanya, ni venye tu sitaki kufanya. So alikuwa anga hata abusive every time. So mimi juma mangu aliniambia ukifika huko usijaribu kumjibisha, ukuwe mpole na yani tu ujifanye mjinga kabisa, njo uko peke yako na ujui mtu. So mimi nikatulia nikanyamaza, yeye kumbe ameweka hizo vitu kwa roho ati mbona na nyamaza. So yote time akigombana, aki akikuwa abusive, anataka ni, ni ni, respond back. Mimi siku siku mjibisha, akakuwa kabisa na like, akakuja akanivutanisha kwa kiti, akaniambia get out of my house. Sitaki mtu mwenye anisiki. In fact wewe we hata hutaki kutembea, unataka tu kubaki kwa nyumba. So akanishikanisha akanivuruta akanivuruta akanitoa nje ya, ya kwake apo hivyo, kwake tulikuwa na majirani like majirani wanne, so wale wengine walikuwa wanaendanga job. Kuna mshosho tu mwenye alikuwa anga ndani throughout. Huyo mshosho akasikiza makelele, unajua ilikuwa kelele juu, mimi nilikuwa najaribu ku, ku persist like nashikilia ukuta nashikilia sasa, kenye nashikilia ninavurutwa nayo sasa ina, ina create kelele sasa, n, n, n, so nikishikilia kitu siwezi achilia, so huyo mshosho kusikia akatoka kutoka akapata huyo mtu ina act of kunifukuza kunif, anafungua mlango kwa nguvu akinitupanisha nje. So venye alinitupanisha nje, nika nikaangukanga nikaumia samwe hapa, hizi alama nika nika scratch chini. Huyo mtu akamwambia kwa huruma una huyo mtoto ni mdogo, lakini alimwongelesha tu kitu usikusikie kenye alimwambia, lakini alimwambia kwa huruma sana. Huyo mtu akarealize tayari kenye amefanya akajirudi mbio na akarudi, hakumujibu kitu. Huyo mama akarudi kwa nyumba, mimi kurudi kwa nyumba nikaanza kulia, nikalia nikalia juu sasa nimeshangaa, ni huyu mtu amekuja na amekuwa muwai mtu kwangu, sasa hata simjui tena. Sasa sasa hivi ninamwambia na, tu mimi nataka kwenda home, nataka tu kwenda home juu sikujui tena, nataka kwenda. Sasa akafeel insecure, akaenda akaniambia, wewe endelea kulia ukimaliza kulia uniambia, hata sisi twende tu watch fireworks. Juu ilikuwa holiday ya Russians, so kulikuwa na fireworks zina zina nini huko juu. So akachukua mtoto akaenda. Hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kuona mtoto. Akaenda na yeye na akurudi na yeye. Kesho yake asubuhi nampigie simu ana, ananiambia ninakuja, so hata nikapika nikapika breakfast nikafikiria watakuja Jumaya, napenda anapenda pancake nikapika mingi juu sasa ndiyo kuja, aki- akikulanga hiyo. So nikaongoja ikafika saa tano hakuna mwenye amekuja, saa sita hakuna mwenye amekuja mpaka saa tisa ya mchana. So kukaka hivi nasikia mtu ana anafungua mlango, kufungua mlango anakuja na, na mbaba mwingine, huyo loya sasa So the first thing nilimuuliza nikamwambia mama yako wapi? Ndio kukuja na mtoto nikamuuliza mama yako wapi? Hakunijibu. So mimi nikasonga hivi mbele nika nika, nika, nika wachia space waende kwa sitting room. Akaniambia huyu ni lawyer, lawyer wa watoto. So huyu lawyer akani akaniambia jina yake, sikumbuki hata aliniambia jina gani. Akaniambia jina yake na akanipea karatasi. So mimi hapo hivyo nikajua hivyo ndio vile nimepoteza mtoto. Nikaanza kulia, nikaanza kulia. Nikaanza kulia. So kwa hiyo karatasi ilikuwa imesemwa I'm violent. I'm I'm risk to the society. Na ninapasua pasua vyombo. Mimi sijai pasua hata kitu hata moja kwa hiyo nyumba. Ah, uh, sasa nikaanza nikaanza kulia hapo nikimbeg nikimbeg kabisa nikimwambia please asiniache like an, anakuja anachukua manguo zake saa hiyo yeye yeah, anapak manguo zake anapak kila kitu, namwambia ni, nimejaribu hadi kulowa down, nikamwambia please nisamee tu nisamee, hadi nikapiga nika magoti nikamwambia nisamee sita, like kama nimemkosea nisamee tu nisamee, yani najaribu kulowa down, yani namwambia ati nitafanya anything that you say ni, yani nitafanya tu kila kitu, lakini msiniache peke yangu, akusikia. Yani nikaenda down, nika kneel, nikafanya everything, nikaenda kwa mlango yani yani nilikuwa tunataka huyo mtu afeel tu yani, najaribu kumkumbusha mambo mazuri yenye ni yani yenye nishaimfanyia, lakini asiki asiki kabisa, amekuwa sasa mwild, ananishikilia mguu, ananisukuma ananisukuma kabisa huko, ananiambia nimwache so hata feel anything hata kidogo ninalia hapo hivyo. So sasa, hiyo nimelia nimekuwa nime, depressed lakini yeye hataki kujua, yeye alikuwa anapack vitu zake, akienda huyo lawyer, akichukua tu mapicha, akichukua mapicha ya, ya apartment. Akaniambia ninachukua mapicha njo tukikuja hapa hivi siku kwenye utenda tuna confirm na no, usiibe kitu. So Andrea akaniambia venye alitoka so kama uko na 10 million tupatane kotini ya lawyers, 10 million ya lawyers, lakini kama hauna enda nyumbani. A mi hapo hivyo, nikafikiria nikasema, mimi siwe ndafanya nini, sijui mtu sijui hapa, ameniacha bila anything. Akaniambia ananipia siku tatu ya kufikiria. So hapa hivyo mimi nimebaki kama niko confused, nalia tu nalia tu. Nikapigia mama yangu, nikamwambia mama, hapa hivi kumetokea hivi na hivi sasa so, nikamweleza kila kitu. Akaniambia hata nimpigie rafiki yako Sharon nisikie, juu alikuwa ameshatoka Rasha, anajua labda anaweza kuwa anajua mtu so, hiyo Sharon ndio aka nini connect na de mwingine anajita Faith. Aka nini connect. Uye msichana nikasikia tu ni Mungu ni hame amemuunganisha kwa sababu huyo msichana alini alini shikilia mkono, nye sikuwa anatarajia. Like alikuwa kama sister yangu. Juu sasa alikuwa nye sasa njyo alikuwa ananindulia food. Nye sasa njyo hata aliniambia nitoke chini nione address. Juu hata sikuwa anajua address nye tuko. Akaniambia niende nipigepige picha everywhere. Ndio nilijaribu kuuliza huyo mtu address yenye tuko, lakini hakuniambia. So fedha akaniambia niende ni, ni niangalie every documents kama kuna documents kwa hiyo nyumba, kama kuna kuna tu anything yenye inaweza kupea address. Alikuwa ameenda pia na, na documents zangu. Nikaenda nika, nikaenda nje nikaanza kupiga piga picha, ndio nikamtumia msichana akanibukia aka huba hadi embassy, na ndio alikuwa ananisaidia anani kwa chakula pia. So nika nikaenda kwa embassy nikawaexplenia kila kitu, nikaambia kila kitu, kisha wakamwita. Siku ya kwanza ilikuwa Monday, wakamwita akukuja, akasema aku atakuja Tuesday. Tuesday wakampigia simu aku, aku pick akasema ati ako kwa hospitali hawezi kuja. Aya, uh, Wednesday ak akapigiwa simu, akukuja wala akushika simu. So Thursday akapigiwa simu dela ilikuwa ya mwisho sasa so kupigiwa simu. Sasa so akasema acha nipin pin location njo nikuje nione mtoto, jua alisema tunataka kukidnap mtoto, tunataka kukatalia mzo kwa embassy. So akapin location akasema nikuje nione mtoto hapo hivyo mahali, so embassy wange niacha niende peke yangu wakani wakanipea wakani driver na, na one of the staffs kunipeleka. Tukaenda tuka, hadi hapo mahali kufika hapo, akutokezea aku, lakini alikuwa kwa position kenye anaweza tuangalia anaweza tuona sisi, tumesimama hapo lakini si tunampigia simu, tunampigia simu, atokezei ah So, hiyo jua kutokezea, tukaamua kurudi juu. Hiyo driver alikuwa anaenda kupik stuff sawa, drop sisi, tukarudi nikadropiwa penye nilikuwa nimehostiwa, driver akaenda zake. So kesho yake nikaambiwa na embassy tutaenda police station, sasa Friday ilikuwa sasa Friday. So hiyo Friday tumeenda kwa police, tukaanza asubuhi hiyo, stori za police station, tukaenda kwa police station, tulienda karibu police station tano huyo tuka hiyo hapo hivyo ndio sasa tukagundua huyo mtu hakuni register. Unajua, uko kifika ile police station yenye umeregistiwa, hiyo ndio utakuwa unaenda kusema kesi yako, na and everything ku report everything. So tukaenda kwa the nearest police stations zenye ziko surrounding hiyo hiyo hiyo address yangu hakuwa ni register. So tukaenda paka kwa main police station, kwenda kwa main police station huu mtu nikapeana statement yangu. nilikuwa nimeenda na driver na student mrasha wa Kenya na na translator, tukaenda police station, so nikawekwa between hao watu wenye nimekuja nao ni, tukapeana statement. Kisha ikafika tani ya huyo mtu nikapeana namba yake wampigie simu, kupiga simu akachukua. The Kenya alisema tu kitu ya kwanza, akasema huyo msichana ako na TB, so watu wote wenye walikuwa hapo hivyo wakaamka. So mimi nimebaki kama niko confused sasa, hata translator wangu ilikuwa anielezee what is happening, lakini pia naye amestuka, ame, ame alikuwa amekaa next to me, lakini aliamka akaamka na aka- -it's like akashangaa so kila mtu wameanza kusa kuongea Kirusi ki sasa hapo mi sisikia anything ni nimebaki kama nimeshangaa. So mkenya Mkenya mstudent akoza do you have TB yes or no, yes or no? Like ananipeleka mbio pia yeye naye, so hata kuwa na nipia time ya kuji explain niseme yes ama niseme niko naye, lakini it is not infect, infectious infect, tch, like siyezi infect mtu huyo so kijana hapo hivyo huyo Mkenya so do uh, do you you know know how how it it will cost our lives? Do you know how it is risky like so, sasa hii mimi ndio nimekuwa mbaya sasa. Kila mtu saa hii ananiona kama mimi niko mbaya so mimi nimebaki hapo hivyo nimeshangaa, nimeshtuka, hata sijui cha kufanya sasa, nimeshindwa tu hata sijui nifanye aje. So hao mapolisi na kila mtu wakaenda E, mimi nikaona hapa hivi nikubaya, hebu nijitoe before niingizwe ndani. Nikatoka nikarudi penye kwa gari, so the good thing yo yo driver ajui anything. Na sasa yeye anajua kirasha na ajui English. So tukarudi, akanirudisha mpaka penye nilihostiwa. Penye nilihostiwa sasa, kesho yake asubuhi nikaitwa meeting, nikaambiwa hiyo Saturday, sasa nikaambiwa It is the end of your stay here, so tumepigiwa na police station, tukaambiwa tuna host mtu mwenye akona TB nini, nini. So it is the end of your stay. Sasa itabidi enda u, ubegu huyo mtu akupee nini ticket uende nyumbani before udeportiwe. Na hata hivyo uko legally in Russia, you are not registered here, so you are you are illegal so mi nikafikiria, nikakaa, nikafikiria, so sikuwa na otherwise. Nikachukua nika simu yangu nikampigia huyo mtu beba man, nikambeg kabisa, nikamwambia ani anirudishe tu tiketi yangu niende nyumbani, juu at the point nilikuwa ah, like hata ninaogopa kukutana na askari juu nikikutana tu na huyo askari ama mtu yeyote anezanika ndani na uko rasha, kama kuna TV ama anything like that unaripotiwa. So nikambego so, ni mtu nikampiga simu nikamwambia aniletee return ticket na akaniletea return ticket aka, nikamwambia anikuje na maya at least nimwambie goodbye at least nimwone ya mwisho akukuja na mtoto, akakuja peke yake. Hata sikuhata nafeaya kunifikisha airport, so singe singekataa singekataa. Ikabidi tu nikakubali anipeleke kunipeleka, kaa akaniambia nilikuwa nalia the time sasa. Nilikuwa nafikiria hata anaweza nihurumia, so, nilikuwa tunalia, nilikuwa nalia tu kabisa, yani nilikuwa na fili mbaya. Sasa hata nilikuwa nataka, hakuna hata venye ninge create scene juu, sasa mimi siongei rasha, sijui yani naongea tu English, so akuna venye ningeza jieleza kwa mtu. Nikaamua nika, nika, nika, tu kuingia kwa hiyo ndege na nikarudi hapo hivyo, stress, kituenu, ure, anything, na stress hapo hivyo. Nilirudi na stress, kichwa ilikuwa inanuma, siku kule kwa barabara tuna stress. Sasa kufika huku hata embassy inipigie iniambie progress yote kama waniambia venye itakuwa ndiyo sasa <laughs> <Jusaka>, kaniambia <laughs> na <kuna> heart disease <laughs>